Hey, mambo vipi? Karibu sana. Tunaendelea na kujifunza C++ programming language na video hii ya leo tutakwenda kuanza na kujifunza kitu ambacho kinajulikana kama ni pointer katika C++. So kama unahitaji kujua pointer ni kitu gani, vipi ambavyo inaandikwa, vipi ambavyo inatumika katika language hii ya C++, angalia video hii hadi mwisho uweze kujifunza vitu vingi sana leo katika kipengele hichi cha pointer. So, kwanza tuangalie hii pointer ni kitu gani. Simple Pointer ni variable maalum inayohifadhi address ya variable nyingine. Kawaida variable tumezoea huwa zinahifadhi value valu moja kwa moja, lakini sasa kwa upande wa pointer inahifadhi address ya variable nyingine katika memory. Hiyo ndio pointer. So wacha niweze kuandikia hapa mfano wa variable ya kawaida na pointer. So sote tunafahamu jinsi ambavyo unaweza ku declare variable ya kawaida na kuinitialize kuipa value hiyo variable sote tunaelewa jambo hilo. Kwa mfano, let's say tupo na variable yetu ya A, int A, sawa sawa sawasawa tukaweka hapa kumi. Sasa jinsi ambavyo unaweza kutengeneza pointer ni tofauti ambavyo unaandika variable ya kawaida. Pointer unapohitaji kuweza kudeclare, unaanza na data type yako int, kisha unaandika alama ya nyota asterisk, na baada hapo unaweka sasa jina la hiyo pointer yako, let's say mimi hapa ni B. Kisha unaweka sawa sawa, na katika kuinitialize unaweka hii alama ya ampersand, na baada ya hapo inafuatia ile variable ambayo unahitaji hiyo pointer yako iweze kuhifadhi address ya hiyo variable. Kwa hapa mfano mimi naweka a, tayari nitakuwa nimetengeneza pointer ambayo ni b, ambayo inahifadhi address ya variable hii ya a, ambao zote hizi zinatakiwa ziwe sawa katika data type zake. Maana yake pointer yako siku zote inatakiwa iweze kuhifadhi address ya variable wakati hiyo variable inahifadhi data ambayo ipo same data type zao, kama hiyo a, pointer yako so natakiwa uzingatia vitu hivyo. Kwa hiyo hapa, huu ni mfano tu wa variable ya kawaida na pointer. Sasa wacha tuweze kuona hatua kwa hatua jinsi ya kutengeneza pointer na kuweza kuona namna gani ambavyo unaweza kuinitialize na kuweza kutoa output, kuona output ya pointer yako na kuona kile ambacho kitakuwa kinahifadhiwa katika hiyo pointer. So nitakachokifanya mimi hapa, wacha tuanze kwa kutengeneza pointa. Kuna njia mbili ambazo unaweza kutumia. Kwanza, unaweza kuanza na data type yako na ikafuata alama ya nyota bila ya kuacha nafasi na, na baada ya hapo ukaacha nafasi ukaandika jina la pointa yako, mfano pointer yetu jina lake ni p yapo. Lakini pia njia nyingine unaweza kuanza na data type yako ukaacha nafasi ukaweka alama ya nyota na ukaweka jina la pointa yako kama hivi. Hizi format zote unaweza kuzitumia katika kutengeneza pointer katika C++ programming language. Kwa hiyo zote hizi unaweza ukazitumia. Kikubwa inatakiwa hii nyota, hii alama ya asterisk iwepo katika hiyo pointer ambayo utakuwa unatengeneza hapo. Lakini baada ya kuweza kujua jinsi ya kutengeneza pointer, wacha tuweze kuona namna gani ya kuinitialize namna gani ya kuweka address kwenye hiyo pointer yetu ambayo tumeitengeneza. So mimi nitachukua hii ya kwanza, wacha hii tuweze kuiondoa, then sasa tunaenda kuitumia kuinitialize pointer yetu, kuiweka ile address iweze kuhifadhiwa katika hiyo pointer yetu. So hapa moja kwa moja wacha tuweze kuweka na variable nyingine ambayo ni ya A, int A, sawa sawasawa 25 so baada ya kutengeneza pointer yako, unaweza hapa hapa ukaweka, okay, alama ya sawa sawa ukainitialize okay, kabisa ama ukaweka, okay, okay, ile address ambayo unahitaji kuhifadhi katika hiyo pointer yako kwa kutumia hii ampersand, na ukaweka, okay, hiyo variable name yako ambayo ni hii, kwa hiyo a so hapa kinachokwenda kufanyika Sio kana kwamba hii pointer inakwenda kuhifadhi moja kwa moja hii value ishirini na tano. Hapana, inakwenda kuhifadhi address ya hii variable yetu ya a. Unapotengeneza variable siku zote katika memory, zile room zile, uh, sehemu ambazo value zako zinahifadhiwa zinakuwa zina address. Sasa zile address ndizo ambazo pointer zinaenda ku reference pale katika hizo address, japokuwa ina uwezo wa kuona kile kilichomo ndani na kukichukua hiyo pointer yako. Tutakwenda kuona hapa muda so mrefu, namna gani ya kufanya hivyo. So hapa tayari tumeweza kutengeneza pointer, tumeweza kuweka kuinitialize pointer yetu, kuweza kushikilia ile address ya variable hii ya a kama hivi ambavyo unaona. So hapa mfano tukisi out programu yetu hii. Nataka nikuoneshe kitu hapa. So tukiweka alama ya nyota P, angalia kile ambacho tunakwenda kukipata as an output. Nikirun, compile na kurun, tumepata 25. Kwa sababu gani tumeweka hii e, pointer yetu ikiwa imeanziwa na asterisk alama ya nyota, na hii ndivyo ambavyo unaweza ku access kile kilichomo katika ile e, variable ambayo ina reference ama ile address ambayo imekusanya hiyo pointer yako. Kwa mfano tukiondoa hii nyota hapa tukiweka p tupu hapa, hatutoweza kupata hii value 25, just tutaweza kupata ile address ambayo hii pointer imehifadhi ya hiyo variable nyingine. So mfano hapa tukiweza kucompile na kurun, unaona sasa hivi tumepata address hii ambayo address hii ni address hii ya variable ya a katika memory. Wacha niweze kuonyesha to see out na hii a hapa, uweze kuona address kama zinafanana ama ni tofauti. So hapa wacha tuweze kutoa nayo a, lakini tutoe address kwa kuweza kutoa address ya A variable yetu tunatumia hii ampersand hapa. So tukicompile na kurun programu yetu angalia kitakachoweza kutokea. Okay, hatujaacha space. Acha niweke space upate kuona vizuri hapa. So acha tuweke end line. Okay, compile na kurun. Na kama unaviona, hii ya kwanza si out tumeweka ampersand A, na hii ampersand A kikubwa ambacho inaenda kuonesha ni ile address ya hii variable yetu ya A katika memory lakini huku katika cout ya pili tumeweka p na p inakwenda kuonyesha kile kilichomo ndani ya hii p, ambayo p kumbuka ni pointer huku. So pointer inakwenda ku reference ama inakwenda kushikilia ile address ya variable ya a. Kwa ukiangalia hapa, hizi zinafanana kwa sababu p pointer yetu inahifadhi address ya a variable yetu, lakini hii tumeweka i display ile address ya variable yetu ya a kwa kutumia hii ampersand. Natumai umeweza kupata hiyo concept katika hii pointer. Imekuwa ikichanganya watu wengi hii pointer, kwa hiyo unatakiwa uwe makini kidogo ili basi uweze kuielewa vizuri. So kuweza kutamatisha, tuweze tu kuandika mfano mdogo ambao huu utatusaidia pia kuweza kuelewa zaidi kuhusiana na hii pointer. So, tuanze na kudeclare variable yetu ya kawaida int a sawa sawa na 50, then to declare ama tutengeneze pointer yetu int pointer p, to initialize kabisa ni sawa sawa ampersand kitu gani? Tayari okay. Hapa tumetengeneza pointer ambayo itakwenda kuhifadhi kushikilia ile address ya variable ya A. Kama ni hivyo, maana yake pointer hii itatuwezesha sisi kufika sasa moja kwa moja katika e, kile chumba katika memory cha variable ya A. Na kuweza hata kuweza kupata kile kilichomo ndani ya ile variable ambayo tumeishikilia address yake. So katika hii pointer kumbuka, mule ndani kuhifadhi value, haiendi kuhifadhi hii hamsini. No, inakwenda kuhifadhi address ya variable hii ya A. So hapa wacha tuweze ku see out. See out tuweke hapa simple message, tuweke value ya A ni hii hapa A. Wacha kuweza kufupisha muda, nita copy na kupaste hii e statement yetu hapa, then wacha tuweze kubadilisha jumbe humu hii, tuweke address ya A, na ujumbe jumbe wa pili hii itakuwa ni pointer ambao ni P inashikilia alafu, na ujumbe huu wa mwisho wa nne tunaita dereferencing, okay? Dereferencing ni kitu gani nitakwambia muda so mrefu, ambayo hii ndio ile tuloonyeshana hapo juu. So acha tubadilishe na umu tuweke hii dereferencing ipo hivi, then hapa ni p, na hapa inaanza ampersand. So mfano huu mdogo, kikubwa ambacho nataka kukuonyesha hapa hii ya kwanza value ya a itakayotoka, tumeweka a variable ya kawaida tu kama kawaida. Kwa hiyo kitakachotoka hapa katika output yetu ni hii hamsini, lakini hii ya pili tumeweka ampersand alafu ikafuata a, maanake hapa tumeenda ku access ile address ya variable yetu ya a, sio value ambayo imo ndani ya ile variable yetu ya a yaao no, ile address katika memory yetu ya hii variable yetu ya a, ndio ambayo tunakwenda kuiaccess. Kwa hiyo hapa itaweza kuonekana, lakini hapa pointer p inashikilia hapa tumeweka p bila ya asterisk wala kitu chochote, just ni p tu, jina la pointer yetu. Kwa hiyo kama tumeweka jina la pointer yetu itakwenda kutolewa kile kilichomo ndani. Nakumbuka pointer inahifadhi address ya ile variable ambayo tumeweka ishikilie. Kwa hiyo itakwenda kutoka address ya hii variable ya a, na utaona kitakachotoka hapa kinafanana na cha hapa, kwa sababu hii ni address ya variable ya a, na hii pointer imeenda kushikilia address ya variable ya a. Lakini hapa mwisho dereferencing, tunaita hii sasa. Tumetumia asterisk, tumetumia nyota, kisha ikafuatiwa na jina la pointer. Kikubwa hii inachoenda kufanya, inakwenda mpaka katika ile address ambayo hii pointer imeshikilia, na inaingia mule ndani, inaangalia value iliyokuwemo, na inachukua hiyo value. Ndio hiki kikubwa ambacho inakwenda kufanya. Kwa hiyo output hapa ambayo tutaipata tukikompile na kurun programu yetu, ni output hii ambayo unaiona hapa. Ukiangalia ya kwanza value ya a ni hamsini, ni sawa, kwa sababu tumeweka tu a hapa, variable yetu haina shida yoyote, imetolewa value ambayo imehifadhi variable ya A. Lakini address ya a sasa, tumetolewa ile address. Kumbuka hapa tumetumia ampersand na jina la variable yetu a, kwa hiyo hii inaenda kutuonyesha address ya hiyo variable yetu ya a katika memory. Lakini pointer P inashikilia ile address ya variable ya A, kumbuka, na ndio maana tukaletewa hii address ya A ambayo inashikiliwa katika pointer yetu tuliyotengeneza na kuweza kuassign ile a variable ya A, kama hivyo ambavyo unaona, hii address inafanana na hii hapo kwa sababu ni hiyo hiyo, pointer yetu ina reference hii address ya variable yetu ya A. Lakini na ya mwisho hapa tumetumia hii a, asterisk P kuweza kupata basi ile value iliyomo katika hiyo pointer address yetu ya variable nyingine ambayo imeshikilia, kwa tutaenda kuingia na kupata ile value ambayo inapatikana katika hiyo variable nyingine ambayo pointer yetu ina uwezo wa kuipata ama ipo na address yake. So very simple, hiyo ndio pointer kwa ufupi, na pointer ina vitu vingi, tutakuja kuendelea kujifunza katika video zinazofuata. Leo just tumepeana utangulizi ili kuweza kuifahamu kidogo pointer inakuwa vipi. Video ambazo zinafuata, tutakuja kuoneshana mifano tofauti tofauti, pointer inavyotumika katika array, pointer inavyotumika katika function na sehemu nyingine. So siache kufuatilia YouTube channel yangu muendelezo huu wa C++ programming language. Kuna video zinafuata ikiwa ni muendelezo hapa ambapo tumeishia. Like video hii, share na wengine wapate kujifunza. Usikose video inayofuata, tutakuja kuendelea katika kipengele hiki hiki cha pointer. Asante sana.